Akiwa nchini Msumbiji, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amezitaka nchi za Afrika kuhakikisha zinadumisha amani na umoja wa kitaifa ili kushirikiana kufanikisha hatua nyingine za mageuzi ya kifikra na kutafuta uhuru wa kiuchumi. Samia amesema miongoni mwa mambo muhimu ambayo yanatakiwa kufanywa na nchi hizo ni kuhakikisha zinaunganisha watu na kuleta umoja wa kitaifa ikiwa ni sehemu ya jitihada za kujitafutia uhuru wa kiuchumi baada ya kupata uhuru kutoka kwa wakoloni. Kuhusu wanawake na siasa katika hotu yake Rais Samia amesema kuna haja ya kumuinua mwanamke kama nyenzo muhimu ya maendeleo ya kiuchumi, kisiasa na kijamii. Samia amesema viongozi wa Afrika hawana budi kuendelea kuchukua hatua ya kuwawezesha wanawake na vijana kunufaika zaidi na fursa zitokanazo na utangamano wa kikanda na soko la Afrika kwa ujumla. Aidha, amewapongeza viongozi na wananchi wa Msumbiji kwa hatua kubwa zilizochukuliwa kama ile ya kuwekeza kwenye miundombinu na huduma za afya zilizosaidia kupungua kwa vifo vya wajawazito na watoto wakati wa kujifungua. Samia amesema kupitia umoja, kujituma na dhamira njema isiyotetereka, Msumbiji imeinuka kutoka kwenye kivuli cha ukoloni na kujenga mustakabali mpya wa uhuru, heshima na ustawi wa pamoja kwa raia wake. Aidha, katika sherehe hizo, Rais Samia ametangaza kuwa shirika la ndege la Tanzania litaanza safari zake kati ya Tanzania na Msumbiji mwishoni mwa mwaka huu. Samia amesema hatua hiyo inalenga kufungua fursa zaidi za kibiashara na kiuchumi baina ya wananchi wa mataifa hayo jirani. Licha ya urafiki wa muda mrefu kati ya Tanzania na Msumbiji, hivi karibuni ushirikiano huo umeongezeka maradufu. Mataifa hayo hivi karibuni yalikubaliana kuimarisha ushirikiano wao wa kiuchumi kwa kuongeza wigo wa biashara na uwekezaji kati ya mataifa hayo mawili ya kusini mwa jangwa la Sahara. Amina Ali, Sura ya Dunia, Kitaifa.